Kama club na hiki ambacho kimetokea leo kwenye mchezo, mipango yenu ipo. Kwanza tunashukuru Mungu kwamba lile ambalo tulikuwa tumejiandaa kulifanya uh, limefanikiwa. Tumevuka hatua ya, ya pili ya mashindano haya, sasa tunaenda kwenye hatua ya tatu ambayo itakuwa ni ya makundi. Tutakuwa tuna mechi tatu muhimu za kucheza nyumbani na mechi tatu muhimu za kucheza nje. Kwa hiyo tunajipanga kujiandaa kwa ajili ya michezo hiyo ambayo inayofuata na katika hiki ambacho umekiona leo, pengine matokeo ambayo apata enii ameelekea mchezo kumalizika kama hivi, yani bila kupata goli lolote. Kwanza unaweza kusema kwamba, naamini na mimi sio mtaalamu sana kulinganisha na mwalimu wetu, kitu ambacho amekubali kukifanya ni kubadilisha mfumo ili tuweze kuhifadhi nguvu. Tuna mechi ngumu ambazo zinafuata wiki hii, kwa maana tuna mechi za ligi. Kwa hiyo tuna mechi tatu au nne za ligi ambazo zote ni ngumu. Kwa hiyo ni lazima aandae kikosi ambacho kitaweza kuja kupambana, uwezo ukatumia nguvu kubwa ku exhaust kwa mashindano ambayo tayari ulishapita. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa. Ni kweli inawezekana ikawa si mchezo uliovutia sana kwa mashabiki au kwa watu ambao wanapenda kuangalia mpira, lakini technically timu yetu imecheza na ikuweza ku concede goli yoyote licha ya mbinu ambayo wenzetu walikuja nayo, kwamba tumecheza na tumeweza kutoka suluhu na mambo yameenda vizuri. Kwa maelezo, ni kama tayari nimeridhika na kile ambacho mwalimu anafanya. Sasa hata kama ukuridhika, utafanya nini? Mpira umekwisha, na tulichotaka sisi ni kuqualify kwenda kwenye hatua inayofuata, na tumefanikiwa hilo. Unamhoji mwalimu katika lipi? labda iwe ni mtu ambaye anazungumzia mchezo mwingine. Hii siyo ngumi kusema kwamba kila raundi au kila mechi mnayocheza lama umpige unayepigana naye hapana. Huu ni mpira na unachezwa dakika mia na themanini. tumecheza dakika 90, tumewafunga tatu. Tumecheza hapa dakika 90 tumetoka nao draw ya bilabila, na wao vilevile ni timu ambayo ni mabingwa. Wamekuja wakiwa wamejiandaa, na mbinu yao ya kwanza ilikuwa hawakutaka kupoteza mchezo na mbinu ya pili walikuja na mbinu ya kustukiza ili waweze kupata goli, lakini hata hivyo tunashukuru Mungu kwamba wachezaji wetu wamejipanga vizuri, hatukuweza kupoteza mechi. Mwalimu eh, mwenyekiti eh, kocha mpya eh, ana wiki mbili tu, amecheza mechi mbili. Nyinyi kama viongozi kwa kile alichokitoa hapa uh, kwenye michezo miwili, ni kile ambacho nyinyi viongozi mlikuwa mnakihitaji. Nadhani jibu hilo linawiana na la awali, nimekuambia kwamba sisi planning yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye hatua inayofuata kama ilivyo kawaida yetu au kama ilivyo ada tumeshinda. Uh, ni kwamba tu bahati nzuri au mbaya, timu yetu haikuweza kupata goli yoyote, washabiki walitamani tupate ushindi, lakini nimesema tuna muunganiko wa mechi nyingi ambazo zinahusiana na ligi kwa maana ya Alhamisi Jumapili na Jumatano ya wiki inayofuata, tutakuwa na mechi kwa hiyo, labda pengine mwalimu ameamua kuhifadhi nguvu ili aweze kuzitumia huko, lakini so far timu imecheza vizuri, licha ya nafasi mbili tatu ambazo wenzetu walizipata, lakini hatukuweza ku concede goal, na sisi tumepata nafasi nne tano, lakini hatukuweza ku convert kuwa magoli. Baada ya hapa mnaelekea katika hatua ya makundi pengine labda mnawaahidi nini mashabiki? kuelekea kwenye upande huo wa... timu imekuwa ni timu kubwa sana. Tumekuwa na mbinu zote ambazo zinahitajika kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Uh, wale ambao wanachechemea wacha waendelee kuchechemea, lakini sisi ndio wa... viongozi katika hili. Mwenyekiti, mnacheza mchezo wa washabiki wetu sisi hawajawahi kuacha kujiamini hayo. Mm, ni mawazo yako wewe, na siwezi kukubadilisha kutoka kwako, siwezi kusimama katikati yako na mawazo yako. Washabiki wetu wanajiamini, wamekuwa wakiunga mkono timu yao siku zote, wanaipenda timu yao na wala hakuna sehemu yoyote hata leo kama tungeweza kuconcede goal, bado timu ingeendelea kuwepo. Tumeshawahi kuconcede goal hapa tumecheza tena mechi ya kwanza na Raja, tumepoteza, na timu iliendelea kuwa supportive na washabiki wake, washabiki wa Simba sio washabiki wa timu zingine. Simba ni mtu yani, kuwa Simba kwanza tayari mwenyewe ni jasiri, kuwa mshabiki wa Simba ni jasiri. Kwa hiyo kama alivyo Simba mwenyewe, washabiki wetu sisi, msiwajaze maneno, achana na hao ambao wanavaa fulana ambazo zinaonyesha labda ni washabiki wa Simba alafu wanakuja kusema sema maneno ya ovyo hapo. Hao ni watu wengine, wana kazi zao zingine wata waendelee na hiyo kazi lakini wajue ipo siku mwenyekiti. Simba ni miongoni mwa timu ambazo zimekusanya alama nyingi sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini leo hii tunashuhudia timu nne zinakwenda katika hatua ya makundi pengine labda ili mnajivunia kwa ajili ya kutoa elimu kwa vilabu vingine mpaka hapa zilipo zilipofikia. Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba nchi yetu imepata uwakilishi wa timu nne. Uh, jambo kubwa limeweza kutokea katika nchi yetu. Kwa hiyo kwanza tunaishukuru serikali, ambapo hata leo limemwona hapa katibu mkuu wa wizara ameondoka akiwa amenuna, kwa sababu fuko alikuwa nalo na mambo mengine mengi, ambayo serikali imekuwa ikitusapoti. Kwa hiyo tunashukuru, hilo ni jambo kubwa na jambo zuri kwamba limeweza kutokea. Tumeweza kuingiza timu nne katika nchi za Afrika, ambayo waliwahi kufanikiwa hili jambo ni nchi mbili tu, ni Moroko pamoja na wenzetu wa Egypt lakini safari hii imetokea kwa Tanzania. Ni jambo kubwa, hayo ambayo yatatokea mbele, kama watatumia kalkuleta watatokea nini, hiyo itakuwa ni jambo jingine, lakini kimsingi tunashukuru kwamba tumeweza kufaulu na tunakwenda kupambana. Sisi tutaendelea kujipanga kwa ajili. La mwisho ni washukuru mashabiki wote ambao wamejitokeza, lakini ujumbe wetu sisi Simba Sports Club, tulinde amani ya nchi yetu tuende kwenye uchaguzi, tuwe na amani, tuweze kuendelea kucheza mpira, asanteni sana. Kwa kumalizia kwa hili pengine, labda unatuma salamu gani haswa kwa vilabu ambavyo vimeshiriki kwenye michuano hii ya kimataifa, wanaelekea katika hatua ya makundi? Ukiwa kama Wakongo hizi kazi, wale ambao wanahitaji msaada tutawasaidia, na wale ambao watatumia kalkuleta tunawatakia heri <laughs>